Azungumzia refali nimesema uafrika umekwenda kutoa maamuzi ya nini? Alokwenda kuamua. Yeye ndo alokwenda kutafsiri sheria ya kumi na saba. Kwa hiyo mizali tafsiri sheria ya kumi na saba amekwenda kutafsiri, sisi tumekubali nafasi ya pili. Otherwise, nimesema tunarudi kujipanga, bado rigi ipo, Federation Cup ipo Afrika, tumekuwa nafasi ya pili kwenye shirikisho. Big up sana wachezaji, tunampongeza sana mwalimu Mwalimfardu, tunaupongeza management ya Simba, nawpongeza mashabiki wa Simba, wamefanya kazi kubwa, wamefanya kazi nzuri. Maana sasa hivi wote wote mko sawa, mna medali nzurisisi unajizungumzia sisi, wao watajizungumzia wao, sisi tunasema tumechukua nafasi ya pili, tunawapongeza wachezaji wetu aliyepewa kwenda kufanya maamuzi, kutafsiri sheria, ameshatoa kadi nyekundu, lakini wenye akili timamu wameona, kwa sababu yeye, kwa mujibu wa sheria namba tano katika sheria kumi na saba zinampa mamlaka kwenda kufanyaje, kuamua. Uafrika, uafrika umekwenda kuupa ubingwa Barakane, kwa sababu Barakane walisema wao wa Ulaya. Kwa hiyo uafrika ukaamua kwenda kuwapa ubingwa watu wa nani Ulaya, Ulaya. Nakumbuka kombe la dunia wao eh, walisema ni watu wa nini? Kwa hiyo waafrika wameamua kuchukua ubingwa kupeleka wapi? Ulaya. Unaona nini kifanyike timu za Tanzania ili ziweze kuondoka na ubingwa msimu ujao? si kama Simba tunajeea kujipanga, naamini kwamba ligi inakwenda kuisha muda si mrefu, tunakwenda kufanya usajili tunakwenda kufanya usajili wa Champion League. Kwa hiyo mashabiki wa Simba tuwe watulivu, tuonge mkono viongozi wetu tuwape sapoti teknico benchi, wanakwenda kufanya maamuzi, tunarudi tena Champion League. Kisugu, wanasema vita vya panzi furaha kwa kunguru. Young Africans wameonekana haya matokeo kufurahi zaidi eh, kuliko hata Berkane. Alozoea kusema amesema tu, ingetokea hata ni... Simba angechukua ubingwa wangeendelea kufanyaje kusema wangenea, lakini kila mwenye akili timamu kila mwenye mtazamo ameiona Simba. Well, well, well, kama ameshabikia Simba kama sasa, una lipi la kumwambia Rais wa Zanzibar ambaye alijitolea kuwalinda. Nipongeze sana Rais Hussein Mwinyi, amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri. Wana Simba tunamuunga mkono, namwambia Rais Hussein Mwinyi asijisikia unyonge, amepambana usiku amepambana mchana, ila namwambia Rais Mwinyi akae kijua. Uafrika umeamua kuchukua ubingwa kuwapelekea watu wawapi? Ah, so, kwamba mbuzi zimesaulika huku Zanzibar. Ah, labda wewe kama uliziona ndio unaweza kusema. Kisugu, tuangalie kwa namna ambavyo hili kombe lilikuwa linahitajika sana. Miaka ni mingi 1993 mpaka leo hii 2025 ni miaka mingi sana. E, Kisugu, kwa namna ambavyo inaendelea kombe la shirikisho lakini na klabu bingwa, unazani kwa namna ambavyo ligi zinaendelea klabu bingwa. Nini kifanyike kwa namna ya Simba lakini mode hiji. E, mchezo tumeuona hii leo, marekebisho kwa namna ambavyo kikosi umekitazama. Nimesema mpira ni mchezo wa wazi, kila mmoja ameshuhudia. Afrika leo ilisimama kuangalia fainali shiriki ya shirikisho barani Afrika. Waafrika wenyewe tumeamua kuchukua ubingwa kupeleka wapi? Ulaya. Uafrika umekwenda kuamua, ubingwa umekwenda wapi? Ulaya. Nimwambie tajiri wetu Mohammed Dewji maarufu Mo, tuko nyuma yake tuendelee kumpa support, kazi wanaoifanya ndani ya klabu yetu tumeiona ni kubwa. Kwa hiyo niwaambie tu wanasimba, tujisikie wanyonge hmm. tuendelee kuwaunga mkono wachezaji wetu, tuendelee kuwaunga mkono viongozi wetu, kila mmoja amefanya kazi, lakini niseme tu jambo moja, niwapongeze sana Wazanzibari hususan wanasimba, wameonyesha mahaba kwa timu yao, wamejitokeza kwa wingi